Katika mafunzo haya tulichaguliwa tuli skuli nne ambazo ni mbalimbali, skuli hizo ambazo ni nne, kila kundi likawekwa wanafunzi wa nne na makundi yakawa ni matano, ambalo kila kundi likaambiwa lika, lika litafute changamoto waliona katika jamii yao, pia na pia watafute suluhisho ambao suluhisho linatokana na hiyo changamoto. Ukapata usalama wa mtandao, katika website ya usalama mtandaoni tulitumia vitu mbalimbali ambavyo kuwa ni mtandao ya kijamii mbinu za wizi, matumizi sahihi, pia kwa msaada, mbinu wanazotumia wizi wa mtandao. Ya kwanza, mtumiaji wa simu kutoa taarifa zake mwenyewe. Hii inatokana na mtumiaji wa simu kutoa taarifa zake mwenyewe bila ya mtu kumjua wala kumfahamu na kumuuliza vitu mbalimbali. Usitoe taarifa zako binafsi kwa mtu usiyemfahamu. Mtu akikupigia simu ambaye hujamfahamu humwelewi hata sauti yake hukuwahi kuisikia, aweza akakutaja, mfano mimi niko Pemba, yeye ye yuko Unguja, nguja Dar, au maeneo mengine, na kukwambia, mimi mfano ni kaka yako, ni nani yako, na kuweza kukuibia kwa haraka. Kwa kutumia mitandao simu, tunatakiwa tuweke password pia sisi mpeke yake, simu, laptop, kompyuta na vitu vingi vinavyotumia mitandao katika jamii yetu.